Kwa mafuta yako ambayo unatumia kujipaka, ni kuelekeze namna ambayo unaweza ukayatumia kujifungua kutoka kwenye kila kifungo ambacho adui amekweka. Fungua Isaya 10:27 inasema, tena hiyo siku mzigo wake utaondolewa mabegani mwako na nira yake itaondoka shingoni mwako kwa kutiwa mafuta. Sasa chukua chupa mafuta, ishike kwa mkono wa kulia, anza kuitamkia hivi, sema: kwa jina la Yesu, mafuta ninakugeuza, usie mafuta kawaida, bali ukaye mafuta yaliyobeba nguvu za Mungu. Kila kifungo chochote adui alichoniweka ninakwenda kujifungua. Mafuta pokea upako, kuanzia sasa usiwe tena mafuta ya kawaida. Chukua mafuta, kama unapitia changamoto ya mahusiano, utakwenda kupaka kwenye kidole cha kushoto hichi kidole cha pete, alafu utakwenda kutamka, ninatangaza katika jina la Yesu ndoa yoyote niliyofunga kitandani kwenye ndoto, kuanzia sasa ninakwenda kujifungua. Maagano yoyote edha waliniingilia wakafunga ndoa na mimi kwenye ndoto na roho chafu, hayo maagano nayavunja, nina na ninatangaza, unakwenda kutaja jina lako ya kwamba mimi ninawekwa huru. Kama unaota ndoto, unalishwa chakula kama huo, unasikia vitu vinatembea mwili mwako, chukua ile mafuta, paka kwenye tumbo lako na useme, pando lolote ambalo baba yangu ig najaripana ndani ya mwili wangu, nitakavyohesabu mpaka saba, dhihirika na utoke sasa hivi katika jina Yesu. Chochote nilicholishwa nina kitapika sasa hivi. Unakwenda kurudia hivyo mara saba ya kwamba chochote kilichokaa ndani yangu kidhihirike na kutoka.